Taasisi inaitwa World Vegetable Center. Okay, kwa Kiswahili tukitafsiri, ni taasisi ya mboga mboga duniani. Tunafanya kazi gani kwa hiyo taasisi? Tunafanya utafiti, umeshasikia utafiti? Au yeah, utafiti si ndio? tunaangalia mboga, tunachambua, tunachambua, tunaangalia mbegu, tunaangalia, tunaangalia, tunasema ah, hii ni mbegu bora tunaweza kumpelekea huyu, huyu anaanza kupanda. Baba, unaweza, imba wewe. We, we, ni Mungu wetu, ni Mungu unaweza, tumewalea we, watoto, una watoto una una kufanya kazi ya matendo sia <laughs> kwa sababu tulianza na watoto walemavu wale, ilikuwa ni lazima watumie viungo vyao vilemavu kwa kujisaidia wenyewe. Na hawa ambao tuliletewa baada ya kusajili, pia tuliwafundisha kujitegemea. Tunajua wakati mwingine tunaweza kusema, unamwadhibu mtoto, unamwambia fajia, lete maji, peleka kile, lakini kwa vile tunajua wengi wetu ni watoto wasio na makazi, tunawalea kwa namna ambayo kesho wanaweza wakajitegemea. Kwa hiyo watoto wetu, kwa hiki mlichokipata, itakuwa ni sahihi sana, wataona kumbe si utumwa, ni kitu ambacho hata kesho nikiwa mkubwa kama yule anti nitafanya. Kwa hiyo ninashukuru sana na ninaweza nikasema taasisi yenu walezi wetu. Kwa hiyo karibuni, tule, tulelelee kwenye masuala ya kilimo cha mboga mboga, ili tusipoteze muda mwingi. Sisi watoto tunatakiwa tule lishe bora, tunatakiwa tule lishe, sio kula chakula tu tushibe, hapana. Tunatakiwa tule chakula chenye lishe bora. Chakula chenye lishe bora kinahitajika kiwe na vyakula vinavyotokana na makundi yote. Makundi mangapi? Ntaongelea makundi sita. Sawa watoto wazuri, tunahitaji tule vyakula vyenye bya wanga. Sawa watoto wazuri, hivi ni vyakula gani? Ni vyakula vya aina ya nafaka, mizizi, pamoja na ndizi mbichi. Sawa, hivi vyakula vinatufanya tunapata nguvu, tunapata nini? nguvu. Sawa watoto wazuri, pili tunatakiwa tule vyakula vinavyotokana na wanyama kama nini eh? kama nani? Nyama, samaki, eh, kuku na kadhalika. Natamani sana mimi kama mwanamke ambaye nimejikita katika sayansi ya kilimo, ninapenda kuwapa tips ndogo tu katika kuitunza hii bustani. Sitaongelea kule kwa ndani sana kwamba magonjwa yanafanya nini, lakini hata kumwagilia hapa tu mkipakosea mtapata magonjwa yanayoitwa kiuno tauau na kwa hawa watoto kuna vitu vidogo vidogo tumewapatia kwa center, kwa ujumla uh, kama mnapojua, tunajua hapa ni center, lakini pale ambapo tuliweza kuchangia, mchango wetu ni huu mdogo: vitabu, sabuni, mswaki, uh, sorry, uh, dawa, mswaki, um, na vitu vingine ambavyo tutaviona hapa pia kuna vyakula vya uh, sukari, mafuta, unga lakini usije ukala unga wa yaani, usije ukala ugali bila mboga, tunakuomba mama.